ishirini na sita. Chaguzi zinakosa ushindani wa haki, ukweli, uwazi, uhuru na kuaminika, utendaji. Ya tatu, na baadhi ya mihimili ya dola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 Bwana Yesu anatufundisha nayo, hiyo kweli itawale uhuru. Yohana sura ya nane mstari wa 32. Namba tatu: uchunguzi. Kwa kuwa jambo hili limesababisha maafa, tunashauri ufanyike uchunguzi utakaowashirikisha wadau wa ndani na nje. Wadau tunawapendekeza watoke kwenye tume huru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 Nasi tuombe ili kujenga umoja wa kitaifa kama Yesu anavyotukumbusha, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja, Yohane sura ya 17 mstari wa 22. Hitimisho, tukumbuke kwamba risasi hazikuwahi kunyamazisha watu, kwani vifo huhamasisha vifo zaidi